Mtazamaji, wakazi wa mtaa wa Buruburu Phase 5 wanalilia serikali ya kaunti ya Nairobi kusitisha ujenzi wa jengo ambalo wanasema limeziba mfumo wa majitaka. Naam, kulingana nao, ujenzi huo unahatarisha maisha ya wa wakazi hao. Na licha ya kuorodheshwa kubomolewa na serikali ya kaunti, jengo hilo bado limesimama tisti. Naam, Ode Francis na taarifa kamili. Huu ni mkutano baina ya mwenye jengo hili mtaani Buruburu phase 5 na wakaazi wa eneo hili pamoja na naibu kamishena wa Makadara. Uchunguzi uliofanywa na mamlaka ya kitaifa ya ujenzi NCA pamoja na mamlaka ya usimamizi wa mazingira NEMA umedhibitisha kuwa jengo hili halina kibali kinachohitajika na hivyo kuhesabiwa kuwa halijaidhinishwa kisheria.

Mnamo Juni mwaka 2023 tarehe 23, NCA ilisitisha ujenzi wake ikinukuu ukiukaji wa kanuni. Hata hivyo, miezi michache baadaye, mnamo Septemba tarehe 29 mwaka 2023, maafisa wa kaunti ya Nairobi walitoa notisi ya ubomoaji, wakisisitiza kuwa jengo hilo ni haramu. Kila mwananchi ako na right ya kuishi peacefully na huwa ninasema pahali right yako ina, ina, ina, inaanzia ya mwingine inaishia hapo, si ndio? e, uwezi sema kwamba uko na right na una, unafinya right za mtu mwingine. Stakabadhi zaidi zinaonyesha kwamba NCA ilianzisha kesi ya kisheria dhidi ya mwekezaji, lakini kesi hiyo haikuwasilishwa mahakamani kama ilivyopangwa. Ujenzi juu ya mifumo ya majitaka umeleta hatari zaidi ya mafuriko na magonjwa katika eneo hili maafisa wa kaunti wamezuru eneo hilo mara kwa mara, lakini hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa. Kimya cha maafisa wa kaunti kimeibua wasiwasi kuhusu utayari wao au uwezo wao wa kuchukua hatua. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.